zetu wa damu, watu tuna machungu, na ninataka niwaambie viongozi wangu, hasa mkuu wa wilaya, unayo nafasi kubwa sana huko mbele. Jaribuni kumshauri rais kile kitu ambacho watu wanakisema, na msiogopeshe watu, wasiache kuzungumza. Hamtaweza kutibu hili tatizo, tatizo hili. Acheni watu wafunguke, wazungumze kile kitu ambacho wamekiona tumezika watu leo. Huwezi kuzungumzia habari ya mwendokasi wakati umenizika mimi. Mwendo kasi shingapi? watu tuna uwezo wa kuchangia, tumetoa bei, tumetoa sisi wenyewe kodi zetu, lakini kwa sababu watu hawajasikilizwa, ndio maana tumefikia huko, tutafute resource. kwa nini watu wamefikia huku? tunao vijana wengi wamegraduate vyuo, wako humu ndani hawana kazi za kufanya, serikali hajiulizi Wanini hawa watu wanafanya kazi gani? Wapeni vijana kazi za kufanya, wapate kitu cha kupoteza. Hamtaweza kuona hichi kitu kinaingia, watu wanaingia barabarani, kuingia kwa sababu hawana cha kupoteza, na ndio maana unaona vijana wengi wanaingia barabarani, hawana cha kupoteza. Na serikali wanapokuwa wanapeleka mawazo yao, watu tumezungumza, watu tumezungumza sana kuhusu uchaguzi. Uchaguzi kwanza tumeanza na uchaguzi wa serikali za mitaa. Watu wamesema tumekuwa tukifanya uchaguzi ambao sio wa haki. Serikali ikasema tutarekebisha, ikarekebisha baadhi ya vipengele, lakini vipengele vingi ikaviacha. Tukasema tuingie kwenye uchaguzi, lakini watu walichokiona kipindi hicho cha uchaguzi wa serikali za mitaa hakikuwa sawa na matarajio waliokuwa wanatarajia. Unategemea hichi kitu kweli tutafika kwa mtakabari huu? Ndugu zangu viongozi, nchi imevimba, wala tusidanganyane. Nchi imevimba haswa, na watu wapo wanashindwa tu kuzungumza. Watu wanashindwa kuzungumza, wanaogopa. Lakini kingine, mkuu wa wilaya, ni kuombe kitu, wewe ni mfariji hapo ulipo, uwasikilize watu wanasema nini, alafu kisha umshauri mheshimiwa rais ajue namna ya kufanya, lakini ni wazi kwamba kama vijana wakipewa fursa ya kuzungumza na kutoa maoni yao mbele ya viongozi, huenda ukawa na mfumo tofauti wa uongozi Tanzania, eh, na hii imedhihirika kutokana na mikutano ambayo imekuwa akifanya waziri wa vijana kwenda kwenye mitaa kukutana na vijana, kusikiliza kero zao, kusikiliza maoni yao, ili nao pia watoe ushauri wa nini ambacho wanakitegemea kutoka kwenye serikali ya sasa hivi ya Rais Samia Suluhu Hassan na mabadiliko gani ambayo wanahitaji, lakini pia watoe mtazamo wao kuhusiana na nini ambacho wanahitaji kifanyike ili maisha yao nayo yabadilike. Sasa ni moja kati vijana ambaye pia pia amefunguka kwa kwa kwa kwa uchungu kabisa, lakini kwa hisia e, kumtuma kiongozi ama baadhi ya viongozi ambao ambao wako ngazi za chini kufanya namna ambayo wanaweza ili kumshauri Rais Samia Suluhu Hassan asifanye kitu ambacho labda wenda vijana vijana vijana vijana wasikipenda ama wenda vijana wakakikanusha. Sasa sasa nadhani nadhani kwamba kwa mfumo huo ambao Tanzania imeuchukua sasa hivi wenda ikaleta wa uongozi bora kwa vijana. Nadhani kwamba itakuwa ni fursa nzuri pia vijana kupata jukwaa ambalo wanaweza kujieleza kwa uwazi kabisa bila kuwa hofu yoyote ya kuonekana kama wanaikosoa serikali kwa njia mbaya. Nipe maoni yako kutokana na hiki ambacho alikifanya waziri wa vijana kwenye mitaa, kwenda na kuzungumza na vijana, kwenda kusikiliza kero zao na kupata maoni yao pia.